Leo tunaongea kitu ambacho kinaumiza vijana wengi kimya kimya. presha ya jamii na mitandao ya kijamii inavyowasukuma vijana kuingia kwenye mahusiano bila kufikiria. Kama umewahi kujikuta unajiuliza mbona kila mtu ana mtu ila mimi sina, basi video hii ina kuhusu. Kwenye Instagram, TikTok na Snapchat, Facebook, watu wanaonyesha highlights tu, wanaonyesha dates zawadi, surprises, couple goals, lakini hawaonyeshi ugomvi, stress kutokuaminiana, maumivu kisaikolojia. Hii inaitwa social comparison, kujilinganisha na wengine. Unajiona nyuma, unaanza kuhisi una kasoro. Vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano sio kwa sababu wanapenda, bali kwa sababu wanataka kuthibitisha kwamba na mimi napendwa, na mimi nina mtu, nami sio wa kawaida. Hii ni dalili ya low self esteem. Mahusiano yanageuka kuwa dawa ya kujipa thamani badala ya kuwa uamuzi wa busara. Kuna vijana wanabaki single kwa amani, lakini marafiki wanaanza, "Wewe mbona huoi? Valentine na utakuwa na nani? unazeeka bila mtu." Hii presha inasababisha mtu kufanya maamuzi ya haraka ili asionekane ameshindwa, kitu kinaitwa fear of missing out. Unaona watu wanaposti, my valentine, by did it again, cup vacation, watu wako Zanzibar, watu wako kwenye beach fulani, wengine wamesafiri kwenda Dubai. Unahisi kama dunia inaendelea bila wewe, kisha unaingia kwenye mahusiano kwa sababu tu hutaki kuwa nyuma. Kisaikolojia hii inaitwa fear of missing out. Social media inafanya vijana waamini kwamba upendo ni zawadi, upendo ni pesa, upendo ni show off, upendo ni body shape. <laughs> Hapa ndio vijana wanaingia, ma wanaingia kwenye mahusiano kwa vigezo vya juujuu na wakikosa hivyo wanaanza kujiona hawafai. Presha ya social media inaweza kusababisha ukaingia kwenye mahusiano yasiyo na afya, kuingia kwenye sex mapema bila utayari, depression baada ya kufu, ya ku, ya, ya kuvunjika hayo mahusiano ama breakup, ukajikuta unaingia kwenye anxiety, kuishi maisha ya kuigiza. Wengine wanaingia hadi kwenye mahusiano yenye sumu kwa sababu wanaogopa kuwa peke yao. Kama kijana, kumbuka kwamba mahusiano si mashindano. Mahusiano ni uamuzi wa maisha. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu wengine wana mtu, Valentine imefika, social media inakupressure, eh? Unataka kuonekana una thamani. Thamani yako haipimwi na relationship status yako. Kama umeelewa ujumbe huu, like video hii, subscribe na comment. Je, social media imewahi kukupresha kuingia kwenye mahusiano? Asante, tukutane kwenye video inayofuata.